Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara nyingine tena leo tunajifunza kidogo habari za ufalme wa Yesu Kristo wa Nazareti, na ni kwa neema iliyoje. Tuombe. Baba mbinguni mtakatifu, kitie mahali pa juu kwenye kiti chako cha enzi cha rehema na neema. Asante kwa damu ya Yesu. Asante Baba mbinguni kwa damu iliyomwagika msalabani. Nakuja mbele zako majira kama haya. Ninaomba rehema zako na utakaso kwa damu ya Yesu kwa ajili ya dhambi uzembe, kutoti neno lako. Takasa Bwana roho yangu nafsi, na mwili. Takasa mahali hapa Bwana kwa kuwaza, kunena, kutenda. Takasa Bwana ardhi ya mahali hapa, maji, anga, hali ya hewa. Takasa Bwana na vitu vyote vinavyonizunguka kwa damu yako Yesu imwagika msalabani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amin. Naam, tuna somo fupi lakini thamani yake ni kubwa sana. Hili somo ni kuhusu uh, <coughs> jinsi ya kutembea katika imani au uh, urahisi wa kuimarika wewe kiimani, lakini pia Hebu niende kwa kufupisha zaidi niseme, matumizi ya damu ya Yesu katika imani, hiyo itapendeza zaidi. Matumizi ya damu ya Yesu katika imani. E, napokupa hili somo, naomba usipuze, lifanyie kazi na sambaza ujumbe kwa ajili ya watu wengine walio na imani katika Kristo, itawasaidia sana. Na hata ambao hajaokoka utakapowafundisha habari njema za Yesu, wafundishe ili kama somo la mwanzoni, itawasaidia sana. Ni somo ambalo amenifundisha Bwana wangu Yesu Kristo wa Nazareti ehe, na limekuwa baraka kubwa sana kwangu katika maisha yangu. Nimeona na wewe nikufundishe. Haleluya, haleluya, jina la Bwana alibarikiwe. Basi ehe, Niseme kwa kifupi kwamba damu ya Yesu ilimwagika msalabani. Uh, damu ya Yesu ilimwagika maeneo mengi, na sasa kuna matumizi ya damu ya Yesu katika imani ya kumsaidia anayemwamini Yesu, na ukijua na kulifanyia kazi hili litakuwa baraka kubwa katika maisha yako na mtu yote ambaye utampa habari njema za ili somo au maarifa itamsaidia sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Amen. <coughs> Sasa tuingie kwenye somo moja kwa moja kiangalia uh, matumizi ya damu ya Yesu ilimwagika msalabani katika imani na matumizi ya damu Yesu ilimwagika msalabani katika imani uh, katika maisha yetu ya kila siku, mwanadamu huwa kuna kuanguka au kuna kuteleza. Sasa Yesu alinipa maarifa haya kwamba kila siku na wewe kila siku, ila unapoamka unaenda kulala, omba hiki nitakachoomba mwishoni mwa hili somo, usisahau, itakuwa baraka kubwa sana katika maisha yako. Bwana Yesu alinifundisha kama ifuatavyo: damu ya Yesu iliyomwagika miguuni kwa Yesu natua, na nimekuwa nikitoa mafundisho haya hatua kwa hatua kwa maeneo mbalimbali. Natumia damu ya Yesu iliyomwagika miguuni, yaani kwenye nyayo za miguu ya Yesu alipotobolewa na misumari, kuna damu ilitoka. Ile damu inakusaidiaje wewe mwamini katika Kristo? Ndio hicho Yesu alinifundisha. inakusaidiaje wewe mwamini katika Kristo? Eh, alinifundisha hivyo, akaniambia, Yoshua alinitokea akaniambia, Yoshua e, tumia damu yangu iliyomwagika kwenye nyayo nilipotobolewa na misumari. Kamwambia Bwana, asante, samahani, ninaomba andiko Akanipa andiko kasema, Yoshua, hujasoma Zaburi? Nawambia nimesoma Zaburi lakini sijaelewa sijajua andiko lilipo. Kasema fungua Zaburi thelathini na saba kangalie Zaburi thelathini na saba mstari wa 30 mstari ule wa ishirini na tatu Zaburi 37 mstari wa ishirini na tatu ishirini na nne ishirini na tano, na ule wa thelathini na moja Bwana Yesu alinifundisha. Sasa nataka nisome jua, aliniambia nini? Ananiambia tumia hiyo damu kujipaka kwenye nyayo za miguu yako. Maana yake, natamka asubuhi, anambia Bwana Yesu, asante kwa damu ile iliyomwagika msalabani, naanza kwa kushukuru. Nasema naichukua ile damu yako ile iliyomwagika kwenye nyayo ulipotobolewa na misumari, najipaka kwenye nyayo za miguu yangu. Naomba Bwana Yesu, unisaidie kutembea katika imani uniongeze imani. Amen. Hallelujah. Sasa nataka nisome Zaburi 37 saba mstari wa 23, na saba, shina tatu 24, 25 na ule wa 31. Zaburi 37. Zaburi 37 mstari wa 23, 24, 25 na ule wa 31. Naanza mstari wa 23, tatu hatua za mtu za imarisha zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. Ajapojikwaa hataanguka chini, Bwana kumshika mkono na kumtegemeza. Nalikuwa kijana, nami sasa ni mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala uzao wake ukiomba chakula. Mstari wa 31, sheria za Mungu wako, sheria za Mungu wake, sheria ya Mungu wake, kumradi sheria ya Mungu wake imo moyoni mwake hatua zake hazitelezi. Nasoma kwa mara tatu kwa mara pili, Zaburi 37 mstari, naanza ule wa 23 kwanza: hatua za mtu zaimarishwa na Bwana naye aipenda njia yake. Mstari wa ishirini na nne ajapojikwaa hataanguka chini, Bwana kumshika mkono na kumtegemeza. 25. na alikuwa kijana, nami sasa ni mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Mstari wa thelathini na moja Sheria ya Mungu wake imo moyoni mwake, hatua zake hazitelezi. Nasoma kwa mara tatu, Zaburi 37 usali wa 23. Naanza na 23, hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. 24, ajapojikwaa hataanguka chini, Bwana humshika mkono na kumtegemeza. 25. na alikuwa kijana nami sasa ni mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. thelathini na moja. sheria ya Mungu wake imo moyoni mwake, hatua zake hazitelezi. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Naam, hili andiko ufahamu kwamba unapoomba hayo maombi ya kutumia damu ya Yesu, kutamka damu ya Yesu iliyotoka kwenye nyayo za miguu ya Yesu alipotobolewa na msumari, unapojipaka kwenye nyayo za miguu yako, maana yake kama kwa mfano unaanguka eh, unakuwa au unateleza Sawa so, au unakaribia kuanguka. Ni kwamba nikupe mfano mzuri, ukiwa na mtoto wako mdogo ndio anaanza kutembea, umemtanguliza mbele yako, akianguka utafanyaje? Si utamwinua? Ndivyo inavyokuwa. Akianguka tena, unafanyaje? Si unamwinua? Ndivyo inavyokuwa. Akianguka umeona ameanguka vibaya, unafanyaje? Unamchukua huyo mtoto unambeba, unatembea naye. Haleluya! Yesu anakuinua, eh? Anakuinua. Kuna shida zingine ambazo yani, mwanadamu unajua kweli, niko ndani ya wokovu, lakini hiki kitu kimekuwa kikwazo kwangu kikubwa sana, sijui nifanye nini. Yani kwa akili zako huwezi, utaingia kwenye maombi huwezi. Haya ni maarifa ambayo Yesu alinipa Utakapoanza kutamka hiyo damu, omba maombi haya tena, tumia muda muda muda muda wa wa kutosha kutosha kila mara, tenga muda wa kutosha, muda mzuri. Na basema, tenga mzuri kutosha wa kutosha, kama da ulizoea kuomba dakika mbili weka dakika tano ongeza kumi ishirini thelathini arobaini hatimaye risali moja na kuendelea. Weka iwe tabia yako kuombea yoke, kuombea hicho, na unajua kabisa Bwana, hiki kitu kinanisumbua katika imani yangu kinasumbua, nataka kukua katika imani. Sasa utakavyokuwa unatamka natamka manake kuna nguvu ya Mungu ambayo Mungu ataachilia Yesu, ambayo atakuwa anakunyanyua anakutoa kunako shida anakupeleka kutembea katika imani kwa ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sasa manake ataachilia neno ndani ya moyo wako na neno la Mungu lina nguvu. Kwa hiyo unaweza kukuta hiyo dhambi inakujilia au mahali unaenda kuteleza, lakini neno la Mungu ndani yako, neno la Mungu ni Mungu, neno la Yesu ni Yesu. Kwa hiyo neno la Mungu lina sauti. Meshaikusikia? Damu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema kuliko ile ya Abeli. Kwa hiyo ile damu ile itamka, itaongea, na inaweza kaongea kwa sauti. Palipo na damu ya Yesu pana Yesu mwenyewe, na palipo na palipo damu ya Yesu panani? Pana Yesu mwenyewe. Kwa hiyo damu itaongea na utasikia, kwa sababu palipo na damu ya Yesu pana Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu ataongea ndani yako, eh? Utakaomba kwa mzigo kwa muda mrefu itafanyika baraka kubwa sana. Naomba usiache ili somo nzuri mno linasaidia sana kutembea katika imani. Yesu atakuinua, haijalishi unakwama namna gani, Yesu atakuinua. Ningependa kila mtu aliye katika imani apate ile somo ambalo Bwana Yesu alinifundisha. Nataka niombe na wewe, sema: Baba mbinguni, asante kwa damu Yesu iliyomwagika msalabani asante kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Asante kwa damu ya Yesu iliyomwagika kwenye nyayo za miguu ya Yesu alipotobolewa na misumari. Nami hivi sasa kuanzia leo hii ninajipaka damu ya Yesu kwenye nyayo za miguu yangu, najipaka damu Yesu kwenye nyayo za miguu yangu, ile damu Yesu iliyotoka kwenye nyayo alipotobolewa na misumari. E, Bwana nisaidie, ninajipaka hiyo damu nisaidie kutembea katika imani. E, Yesu wewe ndiyo nayegawa imani, wewe ni Baba, wewe ni Mungu. Umesema njoni kwangu ni nyote mnaolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha Yesu. Naomba unisaidie, naomba uniongeze imani, kile nchoapo leo katika jina la Yesu Kristo Nazareti naitamka damu ya Yesu, natangaza ushindi katika damu ya Yesu, kwamba ninashinda katika imani, katika vita vya imani ninashinda kwa damu ya mwanakondoo, na kwa damu hiyo ndiyo damu ya Yesu Kristo Nazareti na hata sikupenda hata kuhukumiwa ndio maana imeandikwa katika eh, Ufunuo sura bire, na ya 12 mstari wa 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda ambao hawakupenda hata kufa. Itakusaidia, ndio maana ukisoma ulikuwa na malezia hiyo Zaburi 37 mstari ule wa 25, anaandika mwandishi, anasema nalikuwa kijana mpaka nimekuwa mzee. Imani yako itakuwa inakuwa, eh, toka ulivyokuwa na umri mdogo unaenda mpaka kuwa na umri kubwa, umri mkubwa au unakuwa mzee. Maanake imani yako itakuwa inaongezeka kila itwapo leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya! peleke ujumbe huu kwa watu wengine, usibaki nao peke yako. Lakini nikwambie, ufanyie kazi, ufanyie kazi, itafanyika baraka kubwa, na kuhakikishia kwamba utakapofanya maombi ya hiki ambacho nimekufundisha ndani ya wiki moja tu utaona mabadiliko Si tu wiki moja, ndani ya siku moja tu. Hiyo siku ukiomba usiku, kabla ya kwenda kulala, utaona mabadiliko. Ndoto zako zitabadilika, ndoto, ndoto zako zitabadilika. Utakapokuwa unasoma neno la Mungu pia utabadilika, kwa sababu Yesu, imani huja kwa kusikia. Yesu anakupa imani kwa kusikizisha neno lake, kwa hiyo neno lake litaanza kuingia. Usije ukashangaa siku umeomba kwa mfano jioni au kabla ya kwenda kulala Alafu melala umeota msari fulani kwenye bibilia, amka, nenda usome na mshukuru Mungu. Tayari ile damu ishaanza kufanya kazi, anakupa neno eh, anakusikizisha neno moja baada ya lingine. Ubarikiwe sana, Mungu ni mwema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba usiache kufuatilia haya mafundisho ambayo Bwana Yesu wamenipa ili niwafundishe watu wote wa rika zote na makabila yote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ubarikiwe sana.